BOT yazindua kanuni mpya kubadilisha tasnia ya benki za Kiislamu Tanzania. Tanzania imeingia katika sura mpya ya maendeleo ya sekta ya fedha baada ya Benki Kuu ya Tanzania BOT kuzindua rasmi mfumo kamili wa kisheria wa kusimamia benki zisizoendeshwa kwa riba, maarufu kama benki za Kiislamu. Kanuni hizi mpya, zilizotolewa chini ya Banking and Financial Institutions Non-Interest Banking Business Regulations, 2025 zinatarajiwa kuongeza ujumuishaji wa kifedha, kuvutia uwekezaji mpya na kubadilisha namna huduma za kifedha zinazozingatia misingi ya sheria zinavyotolewa nchini. Kwa zaidi ya muongo mmoja, huduma za benki za Kiislamu Tanzania zilikuwepo bila mfumo maalumu wa kisheria. Benki za biashara zilizotaka kutoa huduma hizi zililazimika kuomba vibali maalumu vya muda kutoka BoT. Hali hii ilipunguza uwezo wa benki kupanga kwa muda mrefu, kupanua huduma na kuanzisha bidhaa mpya kama vile sukuk, akaunti za akiba zisizo na riba na uwekezaji wa kugawana faida. Kupitia kanuni hizi mpya, BoT imetambua rasmi benki za Kiislamu kama mfumo huru wa kifedha badala ya kuwa kiambatanisho cha benki za kawaida. Kukuza ujumuishaji wa kifedha. Gavana wa BoT, Emmanuel Tutuba, amesema kuwa lengo kuu la kanuni hizi ni kupanua upatikanaji wa huduma za kifedha kwa Watanzania ambao awali waliepuka benki kwa sababu za imani. Ameeleza kuwa benki za Kiislamu hazifanyi kazi kwa riba, ambayo ni haramu kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Badala yake, zinategemea mgawanyo wa faida na hasara, uwekezaji wenye maadili na miamala inayoungwa mkono na mali halisi. Gavana amesema kuwa kukosekana kwa mfumo rasmi wa kisheria kulisababisha watu wengi kubaki nje ya mfumo wa benki na kutegemea zaidi huduma za fedha kupitia simu. Kanuni hizi mpya zinatoa fursa ya kuwaingiza wananchi hao katika mfumo rasmi wa kifedha. Masharti kwa benki zitakazotoa huduma za Kiislamu. Kwa mujibu wa kanuni mpya, benki yoyote inayotaka kuanzisha dirisha la benki za Kiislamu italazimika kuwasilisha maombi rasmi BoT yakiambatana na utafiti wa kina wa biashara wa miaka mitatu ukiwa na makadirio ya mapato na matumizi. Orodha ya bidhaa zote zisizo na riba itakazotoa ushahidi wa kuwepo kwa muundo maalumu wa ndani wa kusimamia huduma za Kiislamu. Zaidi ya hayo, benki zitapaswa kutenganisha kabisa fedha za wateja wa Kiislamu na zile za kawaida ili kuhakikisha kuwa hazihusiani na miamala yenye riba. Kamati za ushauri wa sheria. Kanuni zimeweka sharti la kuanzishwa kwa kamati za ushauri wa sheria katika kila benki itakayotoa huduma za Kiislamu. Kamati hizi zitakuwa na angalau wataalamu watatu wa, wa, wa sheria za Kiislamu na fedha. Kamati hizo zitahakikisha bidhaa zote zinazingatia misingi ya sheria, kufanya ukaguzi wa utii wa kanuni na kusimamia mapato yoyote yatakayobainika kuwa hayazingatii sheria. Mapato hayo yatatengwa na kutolewa kwa mashirika ya hisani yaliyoidhinishwa. Sheria mpya za mgawanyo wa faida. Kanuni pia zimeweka miongozo ya kina kuhusu akaunti za uwekezaji wa kugawana faida. Badala ya riba, faida itagawanywa kati ya benki na mteja kwa makubaliano yaliyowekwa awali. Benki zitalazimika kuweka akiba maalumu ya kulinda wawekezaji dhidi ya hasara zisizotarajiwa. Hatua inayolenga kuongeza uwazi na uamini katika mfumo wa benki za Kiislamu. Mapokezi ya soko. Wadau wa sekta ya benki wamepokea kanuni hizi kwa mikono miwili, wakizitaja kuwa ni hatua iliyochelewa lakini muhimu sana. Wataalamu wa fedha wanasema kuwa mfumo huu utatoa uhakika kwa wawekezaji na kusaidia benki kupanua huduma zao. Pia wanaamini kuwa Tanzania sasa iko katika nafasi nzuri ya kuvutia wawekezaji wa ndani na wa kimataifa wanaotafuta fursa za kifedha zinazozingatia sheria. Kuunda mfumo kamili wa fedha za Kiislamu. Kanuni hizi ni sehemu ya juhudi pana ya kujenga mfumo kamili wa fedha za Kiislamu nchini ikiwemo miongozo ya takaful ama bima ya Kiislamu na utoaji wa sukuk. Kwa pamoja, mageuzi haya yanatarajiwa kusaidia miradi ya maendeleo ujasiriamali na ukuaji wa masoko ya mitali kupitia mfumo mbadala wa kifedha. Mwelekeo wa baadaye. Wataalamu wanaeleza kuwa utekelezaji wa kanuni hizi utahitaji mafunzo, elimu kwa umma na ufuatiliaji wa kali kutoka kwa wadhibiti. Benki zitalazimika kuwekeza katika teknolojia na rasilimali watu ili kukidhi viwango vipya huku BoT ikiendelea kusimamia kwa karibu kuhakikisha kuwa benki za Kiislamu zinakuwa kwa uwazi, maadili na uendelevu. Kadri Tanzania inavyoelekea kufikia madla ya asilimia 85 ya ujumuishaji wa kifedha ifikapo mwaka 2028, kanuni hizi mpya zinatarajiwa kuwa nguzo muhimu katika kubadilisha mustakabali wa sekta ya benki nchini.